Mtazamaji wa Rise and Shine TV tunaamini kabisa unaendelea kubarikiwa na Rise and Shine TV, tunaamini uh, uko vizuri na uko sawa. Karibu sana katika kipindi cha matendo makuu ya Mungu leo, siku iliyobarikiwa na Mungu. Mimi ni Rambe Geze Balozi Flomeni, hapa niko na Lightness Jerry. uko vizuri? Yeah, amina, amina. Shalom. Shalom. Amani. Ipo? Ipo ya kutosha. Okay. Uh, tupo kwenye kipindi cha matendo makuu ya Mungu, ambacho kiko live kupitia mitandao ya kijamii no. na redio kadha wa kadha no. kwa haraka haraka mitandao labda ambayo uh, tuko live mpaka sasa nanukuna ipitia hapo Yes, tuko live kupitia Arise and Shine Tanzania Facebook, andika hivyo lakini hakikisha na una like page, bila kusahau pale Instagram ni Arise and Shine Tanzania na hakuna jina lingine, lakini pale YouTube hakikisha unaandika Arise and Shine Tanzania, unaweza pia ukaandika mamposa Live, ukawa live pamoja na sisi wakati huu na baadaye hapo kwenye kipindi cha Operation kwa familia utakuwa live pamoja na mtumishi wa Mungu, lakini hakikisha una subscribe lakini pia unabonyeza alama ya kengele unakuwa karibu zaidi na upako. Instagram pale usisahau kufollow account yetu. Na hiyo ndiyo mitandao ya kijamii, Arise and Shine. Naam. Kwa sababu ya kijamii, na, uh, muda wetu na mtumishi wa Mungu leo mapema sana atakuwa live kwa ajili ya kuachilia mm. Upako live. Kwa hiyo acha moja kwa moja tuanze kuku kukufanya imani yako iongezeke kwa kusikiliza shuhuda, si ndio? <laughs> yes. za yale ambayo yametendeka kwenye madhabahu na kuangaze mm -hmm. Tuanze na shuhuda kutoka katika madhabahu eh? Naam ambapo uh, tuangaza shuhuda kadhaa kutoka mazabuni, baadaye tuangaza pia shuhuda za so WhatsApp. Ndiyo. Lakini zaidi sana, kama bado hujatuma shuhuda yako na kuna kitu kimetendeka, hujui namna gani ya kutuma Unaweza kutuma kwa namba pia za kwetu. Yes, 0766478087, lakini pia 0763761673, ndio nambari ambazo unaweza ukatuma shuhuda yako wakati huu, sauti unaweza ukarekodi sauti, ukarekodi video, lakini pia picha ya kile ambacho kimetokea na ukatuma wa kupitia nambari hizo. Tutaangazia hapa na mtumishi wa Mungu akifika atakwenda kuziangazia pia. Naam, baraka kwa kweli tuanze na shuhuda kutoka madhabuni sasa wakati tukiwa na kukimbia. Saa tatu mtumishi Mungu atakuwa live lazima. Uh, tu, tu, tu. Kwa hiyo lazima tumpe nafasi ya kusaidia kuachilia upako moja kwa moja. Kuna yule anasema alitembea, baada ya maombi alitembea, mwaka mzima alikuwa hawezi kutembea okay, lakini baada ya upako Mungu amemfungua, sasa anatembea. Tukaisikiliza hii alafu tunarejea hapa moja kwa moja Amen. Kwa majina naitwa Justice Beto Elikadine, nimetokea mkoa wa Iringa. okay. Ndio. Nimeugua ndani ya mwaka mmoja. Umeugua mwaka mzima? Mwaka mzima. Aha. Yaani yani, naangaika tunaenda hospitali na tibiwa sponi. Ndio. Tumehangaika huku na huku sponi. Kakaangu mkubwa kawa anaenda kwa ganga wa kienyeji. Aha. Anatoa ana dawa sema, hii dawa unavolala nyingine unaweka juu ya kichwa hapo. Ah. Asubuhi utaamka mzima. Aha. Tunahangaika, hamna. Basi dada yangu nikampigia, sema kambia dada, mimi nasumbuliwa mwisho wa siku takuja kuambulia matatizo mimi utakuta nimeshakufa. Dada yangu kanitumia na wale kasema dogo, njoo basi. Mimi nikapanda basi nikaja nilipofika hapa ile Dar es Salaam. Nikafika pale nyumbani kanipa mafuta nikajipaka, kanipa na maji mafuta, eh na maji kwenye chupa nikanywa. Eh, uh. uh. Nilipokunywa kasema mdogo wangu basi kaa, ole chakula, ole ale. Nikasema dada, siwezi, maana miguu inashindwa kutembea ndani ya mwaka mmoja. Nashindwa kutembea ni mtu wa kunyanyuliwa tu. uh. na nyanyuliwa tu basi nasema kesho, shinda afu, kesho kutwa, kuna kongamano la kanyaga mafuta, mdogo wangu. Nasema sawa. Kweli kesho yake nikashinda, siku hiyo tukaja. Tulipokuja kufika hapo getini kuingia, na shindo wakaninyanyua wakaniletea hapo. Eh. Bado kunyanyua? Eh, bali ninyanyua tu. Basi nilipo nani, nilipopata huduma, mtumishi aendelee kutoa huduma hapa, nikaanguka pale. Nilipoanguka, watumishi wakanitoa nje pale. Walipo nitoa nje, mafuta wakaniletea kule nje, dadangu aliletea kule, wapo na mama mdogo. Ukaweka karatasi nikakanyaga mafuta. Nikawa kanyaga mafuta kurudi nyumbani mpaka leo natembea. Unatembea mpaka leo? Unatembea mpaka leo, natembea. Njoo hapa. Piga Yesu makofi. Njoo. Ona adui anavyochezea mm -hmm maisha ya watu. Look at how the enemy is... Leo utakula keki ya upako na utapokea uponyaji. Ulikuwa utembei kiuchumi, utatembea kiuchumi. Ulikuwa utembei katika vyeo, utatembea kwenye vyeo. Ulikuwa ufanikiwi, utafanikiwa you will not prosper and you will prosper prosper will. Umekuja na nani? Nimekuja na mamdogo na mjomba. Waliokuleta ndio siku, waliokuleta wako wapi? siku wapi? Bwana, waambie njoo, mje, waje na nani? nani kiliani na mamdogo na mjomba. Waambie njoo, ni huko wanakuja. Ndio hao, ndio hallelujah. Huyu nania maa mdogo mama, umefurahi. Umefurahi. na wene nani yake, um, mjomba e. Mlipomleta mara kwanza, mlikuwa unambeba. Alivokuja kula keki, mimi nikapata vipande mi viwili, kimoja nikakiweka nikampelekea yombo yombo. Alikuwa hey, yombo, yombo. Ndio kwa dada yake ulipokuja ulibeba nani? Ulikuwa anambeba kwenye mgongo. Ndio. Mtu, njoo ujaribu kumbeba ulivyokuwa na mbeba. Alikuwa anakunyanyua chini. Anakunyanyua alafu anakubeba. Hivyo. Hivyo hivyo. Bila alikuwa alikuwa alikuwa, alikuwa alikuwa ukisimama. Siwezi kusimama, kusimama, hata kitu hivyo. Kusimama hawezi. Hawezi. Kutembea hawezi. Hawezi. Baada ya kuweka mafuta, nani alikuleta mafuta ukanyaga? Aliyekuleta mafuta. Walileta na mdogo wake na dada yangu pale pale nje. Ukakanyaga. Ulipokanyaga? Basi mpaka leo ndo, ndo ukaanza kutembea. Tembea tu na shuka kwenye ngazi. Rudi. Rudi. Fanya hivi. Ulikuwa huwezi kabisa hata kufanya. Ulikuwa na... Na inama chini na tembelea magoti. Ulikuwa natembelea magoti. Magoti. Tuonyeshe ukatembea. Hivyo. Mwaka mmoja. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote anawezekana. Leo ni siku yako ya kupona Leo ni siku yako ya kufunguliwa leo. Leo ni siku yako ya kuanza kustawi. Naomba mafuta. Mwaka mzima unatembelea magoti, watu wamekufanya utereni. Oh, madaktari, vipima vioni, mazingaombo yamefanyika walitumwa kukupiga, nimetumwa kukuponya. Walitumwa kukufukia, nimetumwa kukufukua. Walitumwa kukufunga, mi nimetumwa kukufungua. Kilimo sasa, ulikuwa unaweza kulima tena, hawa hawa utalima na utafanikiwa, na utafungua biashara na utafanikiwa kwa jina ah, eh, kijana ambaye alikuwa hawezi kutembea anatembea, anatembelea magoti. Kwa maana hiyo mtu akiwa anatembea vile hawezi kufanya kazi, lakini Mungu amemfungua baada ya upako. Hii ni kubwa sana, vitu kama hivi haviwezi kuwezekana popote zaidi ya ya katika madhabahu kwa maana mbele ya jina la Yesu mm, yote yanawezekana. Sio, unaizungumziaje? Naweza kusema kwamba hii ni mtihani kwa sababu mm, huyu ni kaka yeah, au baba. Sasa mm, mwaka mzima anatembea kwa kupitia magoti, pengine na familia. Yeah. Sasa watoto wanaishije, mke anaishije ni matatizo. Maana yake anahudumiwa na yeye kama mtoto. Sasa unaweza mm, ukaona ile nguvu ya kusimama kama baba haipo tena. Mm. Ni mzigo na kama mwanamke akiwa hayuko vizuri anaweza kaondoka akamwacha baba. Sasa Mungu ni mwema, ameweza kumwondoa mtoto kwenye tatizo hilo. Baba amekuwa hmm. baba tena na anaweza kutembea, tumemwona pale yuko vizuri kabisa. Lakini sasa unaweza ukawaza, anaenda hospitali hmm. anaenda hmm. uh, tatizo halionekani, lakini mwaka mzima hawezi kutembea, anatumia magoti. Mungu baada ya upako amefunguliwa, amemtendea kupitia madhabahu kwa wangazi. Hakika katika madhabahu kwa wangazi yote inawezekana. Kwa hiyo inawezekana pia unatazama TV wakati una changamoto yoyote So, huo alikuwa awezi kutembea katika afya mm. Kuna mingine ye hatembei biashara yake haitembei, Haifanyi movement, yani haiende. <laughs> Haiko pale pale imestuck. Yeah, na anafanya biashara anajitahidi, anahangaika, lakini imebaki pale pale pale pale, na hiyo pia suluhisho lipo, kwa sababu eh, Mungu wa madhabenu kwa uangazi hashughuliki na kitu kimoja wala hachagui cha hmm, kushughulikia pale ambapo, yeah, unaimani hmm, eh, Mungu anashughulikia vyote, hata vile ambavyo ujaomba vinatendeka tu. Cha msingi ni kufuata maelekezo ambayo mtumishi wa Mungu anakuwa anayatoa mara kwa mara madhabauni na hapa studio zetu za Rise and Shine TV kabisa kabisa, na hayo mambo yanatendeka hata leo hii pia, ukiamini, inawezekana ukatendewa bila shaka yoyote. Tuangazie mwingine, mtume huyu amefunguliwa katika afya mm -hmm. Alikuwa hawezi kutembea, sasa ametembea kabisa. Sasa huyu yeye amefunguliwa, alikuwa anafanya shughuli kwenye madini mm -hmm. Baada ya upako, Mungu amemtendea, hebu tukasikie pia Mungu amemtendea nini, utapata picha. Lakini pia na wewe unaposikiliza shuhuda hii, ongeza kiwango chako cha imani. Tukaisikiliza moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Kwa jina, mimi naitwa Hamisi Jagadi Sulu. Ndiyo. Natokea kama ila, kwa jina maarufu wananiita wananita, yeah. Tuambie baba. Shughuli yangu mimi najishughulisha na uwekezaji wa yani, kwenye dhahabu dhahabu, nachimbisha maduara na kampuni yangu ya ya, ya, ya, yani, ya kutengeneza marudio ndio e, lakini hizo kitu huwa zinahitaji pesa nyingi sana, okay, marudio, pesa yangu mimi huwa haizidi hai milioni 80 uh-huh. Ikifika milioni 80 itaisha, kwa iza kwa kuwekeza uh -huh. Aiza kwa kuugua uh -huh. Na mambo mengine chungu mzima, ilikuwa haipiti hapo, huwa haivuki milioni 80 pia. Hata kama nilikuwa na nyumba nitauza, kila kitu nitauza uh -huh. Narudi tena kwanza moja uh -huh. Kwa hiyo mimi niko sehemu moja inaitwa Nyamshiga, watu wamewekeza pale, wenzangu jirani, wanauzia milioni moja na laki tano kwa kila mfuko, wanauziwa wanauzia kila mfuko moja milioni moja na laki tano, tano. Uh -huh. Yani, nikimaanisha kwamba wanapopiga huwa tunatoa yani, chini unatoa mawe uh -huh. Unayalunda chini alafu unakuja unayapima, mwisho wa siku sasa unaanza kuuza kwa kila mfuko uh -huh. Alafu pale inasimamia serikali, kwa mfano asamadini anakuwepo, anakuwepo mwenye shamba, anakuwepo, yani uongozi wote wa kiserikali unakuwepo ndiyo. Hua, kuna, yani kuna na ndio mtaona hapa kuna ni kuna mnadi unaletwa. Basi mimi nitoka nimeanza kuchimbisha, sijawahi kuuza hiyo bei yoyote zaidi ya laki, laki. Sijawahi kuuza wala kutoa mifuko zaidi ya mifuko sabini, sijawahi kutoa zaidi ya hapo. Wenzangu pale wanatoa yani kwa miezi miwili wanaweza kutoa mifuko 2000 2000 elfu mbili. Wewe unashindwa kutoa hiyo, haipo tu. Kwanza ukipiga mifuko sabini unakata mkanda Aie. Basi nimehangaikwa na hiyo hali mpaka pesa yangu nikaishiwa, nikaanza kukopa kwa sababu kule unapokuwa na duara unadhaminiwa tu. Nikakopa mpaka milioni ishirini. Basi nilipofikisha hiyo mifuko nilikuja nikauza mifuko kama, nikabakiwa mifuko kama sabini, yeah. Nikauza nikalipalipa kidogo, yeah. Kanda tena ukakata, ulipokata ndio nikaanza kufukuzia sasa mpaka nilipokuwa nachukulia pesa, wakakataa kunipa pesa Wakakataa, wakasema sasa dua lako ostazi haifiki. Aha. Sasa tunaomba tu tuki tukakosana, endelea tu kuwazima hela kwingine, tuambie sasa kilichotokea ehe. Nikafikiria sasa kwamba niuze gari, e, ndio mtu mmoja kaniambia kwamba ukipata nauli nenda kwa mwamposa e, anaweza akakusaidia. Ndio sasa hela kuni, ya, ya kunileta huku sina hela kukuleta kawa, huna sina Unaona, ikabidi niuze gari. Gari ikakosa wateja, kwa sababu wakahitaji nini? Makarasha hey. Basi nikauza makarasha milioni saba. Ukauza makarasha, ukiangalia hapo, ipo tu kwa nani, nimeiweka hapo, umeona bwana. Kwenye picha ehe, unaona hapo, ukauza makarasha, nikauza karasha moja milioni sabi, milioni saba hey. Ndio nikapata nauli ya kuja huku, ya ni, kuja huku nikizani kwamba labda nikatenga kwamba milioni moja nitaenda kutoa pale Uh, labda ni kumbe ni eh <laughs> uh -huh. uh. Sikuwa na habari ya pesa uh. Nilikuwa nakaa pale kama basi, kwa kwa sababu nimepanga kwamba milioni moja nitoe, nitakuwa natoa na uh, eh, sana kwenye kwenye Injili uh -huh, nikachukua maji nilichukua kumi na tano, sasa na chupa tisini na mafuta kule ya laki tatu alafu nikachukua na mchanga kule kilo themanini ukachukua mchanga kule kilo themanini ukumemwagwa kule kilo eh, kwa sababu nililipia nauli shilingi elfu nne arobaini na nane ulilipia nini? Nauli tu shilingi elfu nne arobaini na nane kwenda kupeleka mchanga eh. Haya, eh ukabeba, nikabeba kafika nikasafiri mpaka Isaka, nikashuka Isaka, nikamuvu mpaka Kahama. Kahama nika mpaka, e, nimebeba, nilipo, wafika, kama nikaingia mpaka Kola. umebeba mfuko wa mchanga eh, nimebeba kila kitu, mama anabeba. Nilipofika kama saa hizi, sikutaka kulala, nikachukua gari yangu nikaenda kazini, kaenda kumwaga, eh, nikabeba maji, nilibeba nika katoni kumi na mafuta, nikafika, watu wangu nikawakusanya, nikawakuta wamenikimbia, watu wamekimbia, nimebaki na watu sita. Ukiona, angalia hapo, utaona ndio hao. Uh -huh. Wamekimbia watu. Uh -huh. Na, Na mimi niko hapo sasa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Basi nikawa nikawapa ushauri kwamba jamani, vumilieni. Mimi mmeona hapa huwa naleta waganga wa kila aina kwa pesa kubwa. Umeona, lakini huwa tuoni matokeo. Haya ni maji, atatusaidia, turudisheni imani hapa wakakubali tukaumwaga ule mchanga, nikachukua mafuta, tukaanza kuomba nao, tukauchanganya tuka u... saa tatu usiku sana, usiku. Eh. tukachanganya tukachanganya, nikaanza kumwaga kwenye eneo langu pale sasa. Eh, ni kubwa sana eneo langu, nikamwaga nikamwaga nikamwaga, tukaingia chini, tukamwaga tukamwaga, t tuka tuka angalia tu na duara, utaziona hapo uh hizo -huh. hapo duara zangu ndio mnaingia kule chini eh, wakati nakuja hapa mifuko yangu ilikuwa iuzi haina wateja iangalie tu iko hapo ionyeshe ipo hiyo hapo ilikuwa inunuliki haina wateja hiyo alafu bado ni michache napiga mifuko mwisho kumi tu alinunua mama moja tu mama Jessica 1500 eh, na huyo eh, na dola yangu mimi ni 00 17000 eh dola yangu ni 00 17000 tuambie kichotokea sasa sasa nilipokuja huku walifanya kazi kama wiki moja, wiki moja wakaanza kutoa mzigo bei. Angalieni sasa, niliyouzia ya mnada wa serikali iko hapo aposto, kuna sauti hapa mauziano ya bei ya, ya mauziano kabisa, kwa sababu ya iko kwenye sauti yote, wapo na wanunuzi. Basi nimeuzia laki nne juu ya mnada hapo. Bila mnada. Juu ya mnada nimeuzia laki nne. Mnada uko hapo unaotangaza matajiri hapo hapo elfu tano. Sasa hivi tumeuzia laki nne, mzee Apostle. Alikuwa anauza kilo baki moja shilingi elfu tano hey! Lakini mara baada ya kukomboa ardhi na kumwaga maji na mafuta ameuza kilo baki moja laki nne. Kwa eh, endelea brother, kimoja. Nimeona sasa mzee nije nitoe hii shukrani niitaje, alafu bado unarudi kwenye mapambano. Mchanga bado unatoka kidogo, haijaanza kutoka. Mifuko mingi metoka, mingi haijaanza kutoka, inatoka mifuko kumi, kumi na mbili. Naomba sasa ikatoke zaidi na zaidi, zai, zai, zai, ndio maana nimerudi hapa. Yes, oh, kutoka, utatoa, lazima mfanikiwe kutoka kwenye madhabahu ya Jehovah Yire. Naomba mafuta akafanikiwe, si ndio? You should go and prosper, is it? Weka mikono hivi, kila wanaotumia ushirikina watakutafuta so, na simu wapi amepata wapi nguvu? Nenda ukavune madini kwa nguvu, viroba vitatoka power vingi na utauza kwa gharama kubwa, na watakufikia wanaouza sasa <laughs> Umesikia uh, hicho ambacho Mungu amemtendea uh, manake uh, <laughs> kitu ambacho alitakiwa kuuza kwa shilingi elfu tano mm -hmm. ameuza laki nne mm -hmm. si ndio? hiyo ni miracle, na hayo ni mambo ambayo manake ilitakiwa eh, hivyo, lakini sasa alikuwa nauza kwa shilingi elfu tano. Kwa hiyo Mungu ametenda muujiza, sasa anaiuza kwa shilingi laki nne. Hii ni Miracle Clinic, Miracle kabisa, na anasema kwamba alikuwa uh, haelewi ni kwa mba, o, nini kwa sababu wenzake walikuwa wanapata, wenzake walikuwa wanauza, lakini mm, afanikiwi. Baada ya kufika waganga na waganguzi wamefanya kazi lakini hamna kitu, hakuna kitu. Lakini baada ya kufika uh, kawe Tanganyika Packers nini, hmm. kimetokea amechukua maji, mafuta, upako, udongo uliombewa ameenda kumwaga kule hmm. na watu wake pale. Unaona, anakwambia mimi ni, ni, ni, nani, lakini mwisho wa siku ameweza kufanya kilichofanyika, maelekezo tu hmm. amepata mafanikio, ameweza kufanikiwa kuuza kutoka kwenye laki tano alikuwa elfu tano na pengine alikuwa hauzi kabisa, vingine amefika kwenye laki nne kwenye kiroba kimoja. Sio kazi ndogo, ni upako pekee. Ye, yes. kafanya haya, na hayo ni matendo makuu ya Mungu. Hii maanake nini? Sasa au unaitazama TV na kusikiliza, tunapelekea kwenye operesheni, ni kwamba familia, hata wewe pia, inawezekana ni biashara yako, haufanikiwi, amini tu Mungu, atakutendea leo leo. Na kwenye zile shuhuda ambazo zimetufikia hapa katika uh, za madhabauni nimezikamilisha hivyo, na Jerry sijajua kwenye WhatsApp Okay, what's up zipo hapa shuhuda mm. uh, na zi zinaendelea kuingia, tuanze na huyu hapa. Anasema, Bwana Yesu asifiwe, naitwa mm. Abasi serikali mm. natokea Shinyanga uh, sala, anatokea Shinyanga Salawi, anasema huyu paka anayeonekana mbele eh, ameonekana mbele ya mlango wa godown la mazao, ameonekana akigaragara chini nikamwagia maji ya upako, akaishiwa nguvu. Ni paka yule ehe, aha. Anasema hapo eh, uh -huh. uh, ni mlango wa godown mbele, mlango wa godown lake la mm -hmm. mazao. Anasema okay. anafanya biashara ya mazao huyu. Anasema akamwagia maji ya upako, akaishiwa nguvu na kuanza kukata roho na kugaagaa. Baada ya hapo muda kidogo, akawa amekufa kama, kama, kama anavyoonekana hapo. Naamini kabisa nimefunguliwa kwenye mazao, rambegeze mm -hmm. na ndio sehemu yake anayohifadhi mazao, anashangaa yeah mara papo na huyu huyu hakutueleza tu vizuri na tulishindwa kumpata kwa simu, ni kwamba inawezekana kabisa alifuatilia operation kwa familia akamwaga maji ya upaka eneo lake lile ya yeah. Ndio maana tulizokuwa na paka yule pale kwenye yeah, <laughs> kwenye ground, na kwa maana zake ni kwamba paka sio kwamba amekufa, alikuwa mzima, alikuwa mzima lakini amekosa nguvu, amekosa nguvu mm -hmm. baada ya kumwagia ndo amekufa kabisa, na paka kumbuka hapo paka, paka kufa sio rahisi yeah. Yani paka huwa hawafi kirahisi, mtazamaji, yani paka Uh, Waswahili huko mtaani wanasema <laughs> paka ana roho saba, lakini ndio amekufa tu mwenyewe baada ya kumwagiwa mafuta na maji ya upako mm -hmm. So ni mambo ambayo yanatendeka uh, katika maisha ya watu. nahitaji upako familia lazima ufuatilie kila wakati, hicho ndio kitu ambacho mnatakiwa ukifanya kila wakati. Naam, tunaye uh, mwingine hapa yeye, yeah, anasema Arise kwa Arise and Shine. He he. Kwa majina naitwa uh, Yumbe Hassan natokea Mtwara Masasi, na ushuhuda wangu hapa, mimi na familia yangu eh, na majirani zangu huwa tunafuatilia ibada ya mtumishi wa Mungu. Kuna siku usiku muda wa kuomboa familia uh, imeanza dada yangu alikuwa anaingia ndani akakutana na nyoka wa ajabu mlangoni, tukamwagia maji ya siku saba na mafuta, akafa nyoka. Nyoka ni mwezi wa kumi na mbili mm-hmm. nyoka nyoka nyoka yule wa pundamilia huyo ni nyoka ambao hata haelewi sijui ana rangi gani. Sasa unaweza kusema kwamba kwa lugha nyingine hiyo lugha yangu sasa lugha nyoka hapo na milia. Eh, nyoka hapo. Kwamba kwa sababu ukiangalia <laughs> ukimwangalia jinsi alivyo uh, of course ushaona nyoka wa aina ile mwenye rangi rangi vile. Sijawahi, nashinda kumwelewa ndio maana mimi sielewi ni nyoka gani huyo. Kwa hiyo uh -huh. anaonekana gafa ndani sasa. Mhm. Uh -huh. Baada ya kumwaga mafuta opako akafa. Akafa. Ehe. Lakini pia eh, anasema hapa kwamba nyoka walikuwa ni watatu. Kuna nyoka mwingine wa pili ambaye walimuona hmm. Eh, lakini baada ya huyo nyoka sasa wa pili kuonekana, anasema, ehe, anasema no. Dada yake alikuwa hajaolewa akaweza kuolewa, alikuwa hajaolewa akaolewa. Unajua hii sasa natufundisha kabisa kwamba kwenye nyumba, kwa sababu unajua asilimia baadhi ya watu pia unakaa kwenye nyumba ya kupanga, si ndio? mm -hmm. Unaweza kwenye nyumba hujui ni kitu gani kimefanyika kwenye no nyumba. mm -hmm. Ndio. Mm -hmm. Maana unapokuwa na upako, unapokuwa unafuatilia upande ni kwamba familia kama kuna kitu kibaya kimefanyika, kina haribu. Unashangaa mimi kwenye nyumba mm wewe -hmm. ni binti nzuri, una muonekano mzuri, lakini wanaume hawakufuati Kamisa. na hata wakija, hakuna mipango ya maana, si ndio mm -hmm. Kwa hiyo utaweza kuona huyu anasema baada ya yeye kuonekana, dada yake alikuwa haolewi, eh, sio sasa hivi ameolewa, ameolewa mm -hmm. Utukufu kwa Yesu, mtenda miujiza kabisa. Lakini pia mm. -hmm. anaendelea kusema kwamba E, walimwaga udongo ambao wa ardhi ambao mtumishi wa, wa amba Mungu ameuombea. Mm. Anasema baada ya hapo walikuta nyoka mwingine mkubwa sana shambani, unaweza ukamwona pale Rambegeze huyo. Mm. Ni nyoka wa tatu sasa. Anasema mama mzazi alikuwa anaumwa na, na anachanganyikiwa. Mm. Kwa muda mrefu, lakini kupitia maombi ya operation kwa familia mm. na hao nyoka kufa, mama amepona, amepona. Ndiyo. Ni mambo ambayo Mungu anayatenda kupitia madhabahu kuangaze kupitia mtumishi wake Mtume Boniface Mwamposa Bulldoza. mm -hmm. Kwa hiyo utaweza kuona operation yeah. kumbwa familia ni muhimu sana lakini, pia hata ile hapo, mambo kadhaa yametendeka, kuna mm. ukombozi wa ardhi, ndio ukisikia mtumishi wa Mungu maji siku saba, siku saba. Uh -huh. kwa hiyo ukisikia mtume anakuja kwenye mkoa wako na ile kongamano la ukombozi wa ardhi, muhimu sana kufika moja kongamano muhimu sana ardhi yako ikombolewa, manake maisha yako yote yamekombolewa. Yes, muda tumekuwa na sana lightness jail bila shaka yes. Aa, shuda, ah, nyingi kweli zinaingia shuhuda hapa, lakini kwa sababu ya muda, basi moja kwa moja nimalizia na hii anasema rafiki wa mume wangu mtoto wake wa kiume alianguka ghafla na kuvuja jasho mwili mzima pia alipoteza fahamu akapeleka hospitali ya rufaa mkoa wa Njombe alifanyiwa vipimo vyote majibu yalionyesha mtoto hana tatizo lolote baba wa mtoto akampigia simu mume wangu kuomba mafuta ya upako kama anayo ampelekea hospitali mume wangu akaomba mafuta ni, ninayoyaombea kila siku, saa tatu, usiku kwenye opaleja, familia nikampa akampelekea akaenda kuweka kwenye maji ya kunywa na mengine akampaka kwenye utosi na kifuani. Baada ya kumpa maji yaliyochanganywa na mafuta ya upako akamnywesha mgonjwa, akapiga chafya. Ilikuwa Jumamosi jioni, tarehe nne mwezi wa tatu. Jumapili akapewa tena maji yenye mafuta ya upako, akapiga chafya tena. Jumapili usiku kuamka Jumatatu akapiga chafya mfululizo, na mdudu huyo akatoka puani akiwa hai. Huyu alitoka puani. Mhm, una nambari iko, ametuma nambari huyo, namba yake, kwa kweli hapa Si namba, yes. Ipo eh, lakini hii namba sio ya siyo yeye muhusika, ndio lazima simu. Sawa, kwa sababu ya muda wetu lase, kwa kifupi ni kwamba huyu alipiga ali chafya mdudu ule katoka, na hapo alikuwa hospitalini amezimia siku ah, ngapi hizo, hamna hmm, tatizo halionekani, lakini baada ya hapo unaambiwa, hmm, mtoto akapona na akaruhusiwa, ndipo anasema, hmm, akapata nafuu akasema hakuna uh, kinachomuuma tena akaruhusiwa, mpaka leo hmm, yuko mzima kabisa. Okay, utukufu kwa Mungu anayetenda miujiza. Muda tumekwenda sana, mtazamaji na msikilizaji, operation kombo familia inaanza hivi punde. Kaa tayari hmm, kwa ajili ya operation kombo familia. Mimi ni Rambegeza Balozi Fulmeni hapa na Lightness Z tulikuwa naye. Na Mungu akubariki tukutakie utazamaji mwema wa Operesheni Kumbo Familia.